Shabiki mwenye moyo mwepesi kama ni wa Simba au wa Yanga mm, unaweza ukamchukia Baraka Mpenja, okay. E, aki akilitangaza bao la Simba lakini akikugeuzia upande wa pili hey, unawairi na kusema hapana, mm. hii sasa ni moja moja, kwa mda ambao mnafungwa utapata hiyo hata hisia za kusikiliza anaongea nini. <laughs> Clip sasa, jinsi yule ukiangalia msajisi ule Baraka Mpenja anavyojimwaga na matokeo hapa, anasema Aishi Manula iko moja ile siku tuko tuko pote hapa wakati hapa. Eh, akasema ile ya Aishi Manula inimletea shida kidogo. Nilibidi hey. Yeah. Yeah. No. mpiraisiwashehereshaji ah, mtangazaji maarufu Eh <laughs> <laughs> ita <sn> aliwahi kusema kwamba unajua hakuna mtu ambaye anawasha TV kwa ajili ya mtangazaji, kila mtu anawasha TV kwa ajili ya kuangalia mpira. Ndio. Mbao mtu anawasha TV kwa ajili ya kumzingatia mtangazaji pia, maana yake kuna jambo kubwa kwa umelifanya kwenye tasnia. yes. eh? mm. Ulifika wakati ambao Tanzania watu wanawasha TV kwa ajili ya Baraka Adisona ilifika mm, yes. Wakati huo nami I still believe ukisema uh, uhitaji a wa watangazaji namba moja mtramedu Tanzania sasa hivi uh, generation Baraka is a match, sema tu kuna tabia ya kuvoea watu na kushusha watu, lakini ana abiriti moja kubwa sana, na ndio maana watu wengi mpaka leo bado wale ambao wanajaribu ku kufanyaje kufanya dubbing ku ya mpira utasikia yani kama ana, ana, ana